Sijui kama unakumbuka wale watu walikuwa na set za Oxford. Sijui walienda wapi? Unakumbuka wale watu walikuwa na zile kalamu za HP, penseli za walikuwa na jiona wako hivi? Unakumbuka wale watu walikuwa na zile, zile bairo zilikuwa za Bic zilikuwa zinauzwa 25 bob, sasa toka primary school kuja secondary? Unakumbuka wenye walikuwa na simoturi ya mathematics hiyo kitabu ambayo ilikuwa na maswali pande moja alafu pande ya pili <gibu> ni majibu. Hao watu walienda wapi? Hata, alafu, the funny thing ni eti hao watu hata hawakuwa wanatumia hizo vitabu <gibu> we, ulipatana na watu wa simoturi wewe? Ah, ulipatana na watu wa med familia ya English imeanzia from uh, stories za form 1 topics za form 1 mpaka za form 4 zote ziko hapo. Ulipatana na watu wa top flyer wewe? Hawa watu by the way waliendaga wapi? Kuna wale watu fulani high school walikuwa wanajifanya sana wao ni marafiki wa walimu, walienda wapi? wajomba tu wanauliza, nikuje niulize. Kuna wale watu walikuwa masnitch high school, walienda wapi? hiyo ndo kinaga ubaga nauliza, walienda wapi?